Habari za leo, ndugu zangu, na nilitamani sana siku ya leo niwaoneshe faida ya kilimo cha migomba na kahawa kwa wakati mmoja. Kwanza, si kila aina ya mgomba unaweza kwa upanda na kahawa vikaendana vizuri. Mbegu ambayo inaweza kustahimili kwenye shamba la migomba pamoja na, na kahawa ni moja tu, ni fia namba kumi na saba mfano naona hii pia ni fupi na ile si fupi, ni kwa maana inavunwa na nani, hata na utongo unaonekana. E, wakati wa kuvuna wanakata tu chane, wanaenda kula ha, na chane kama kumi na nane hapo juu kabisa, ina urefu nikiipima kama inanifikia hapa kifuani hmm. Lakini hapo hapo kuna mti wa kahawa, hii pia inaendelea vizuri. Ukiangalia hapa mbele bado ipo pia tu, ni ukubwa unaojitosheleza ila sasa tulichanganya na mbegu ya migomba aina ya Bukoba, matoke ni haya hapa. Unaona kama mgomba kanavyolingana, ni kiembamba, hata uwezo wa kustahimili kuweka inashindwa. Ukitoka hapo unakutana na mbegu nyingine hii, japo inavunwa tunatoa kama chakula. Tukiangalia ile ya mbele inavyolingana, ukiangalia ile ya mbele zote ziko kwenye chani 18, 17, urefu wake zinavyolingana lakini sasa tukiacha pointi hiyo kwamba fia ndio inayofaa kuchanganya na kahawa au wale watu wenye paratiti, sasa tunakuja faida ya pili iliyopo, kwamba mchanganyiko wa shamba la kahawa na tiki, na migomba limo, limo, limo, sababu zipo nyingi. Kwanza tunapovuna mgomba tunalaza, haya yote yanakuwa matandazo wa chini, na kahawa kahawa yenyewe inazalisha matandazo. sasa unajionea kwamba kahawa jinsi ilivyobeba. Kahawa, ili kahawa imebeba hii. hii imebeba vya kutosha imebeba e, japo sasa mgomba sio pia lakini naona kahawa jinsi zilivyobeba kwa juu. Kwa hiyo sasa, msimu huu mara kwa mara tunavuna pia, kama sehemu ya biashara kabisa. Mkungu naona unavyolingana, unakufika kifuani mtu, tunavuna kabisa. Lakini sasa msimu wa kahawa na kahawa, tunavuna kama kawaida. Kwa hiyo tunawasihi kuwakaribisha Watanzania wafanye kazi pamoja na sisi, kuna uwezo mkubwa wa kuzalisha kahawa na fia kwa wakati mmoja. Na watu wengine wanabisha kwamba labda kahawa haiwezi kukubali mikoa mingine. Hapana, popote unapoona migomba inakubali na kahawa inakubali, kwa sababu vyote vina tabia moja, mizizi yake inapita juu. Kwa hiyo migomba inakula kwa juu na kahawa zinakula kwa juu, ziko vizuri na zinaendana vizuri. Ndio maana unaona ndizi Bukoba, maisha ni kitu kabisa, ndio hata ikitaka unakaona, lakini nikisema pia nikumbatie akalingani hivi ni mpaka nikumbatie hivi, kwa maana huu mgomba ndio na uwezo mkubwa wa kupambana na mazingira, lakini na kahawa inakubali na maisha yanaendelea, mazidi kuwakaribisha karibisha wa Tanzania, tunayo miche ya kutosha kahawa shilingi 2000, tunayo miche ya kutosha migomba shilingi 2000 pia tunaiuza. Mungu awabariki sana. Ni kahawa nzuri na mbegu nzuri ya kupanda ni robusta. Unaiona? Robusta unaweza ukainamisha. Na hiki kitu cha, cha kuangalia kwa umakini. Inainama, inaenda kwa chini, kwa hiyo tutazidi kufundishana na kuelimishana namna ambavyo tunaweza tukaendesha hichi kilimo kwa pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante.